Mheshimiwa, cha kwanza kabisa, tumejaribu kuangalia namna ya kuwawezesha hata wakulima wadogo wadogo wa mboga mboga na vitu vingine. Kuna watu wengine, hii hapa ni kwa hususan pamba, lakini ni hususan kwa ajili ya mboga mboga. Ehe, halafu hili ni jina tu kulingana na formulation jinsi ilivyo. Hii ni NPK lakini pamoja na NPK yake ni kwamba ina calcium ina sulfur na calcium na magnesium, pamoja na zinc na boron. Sasa hivi vinakuwa na advantage kubwa sana kwenye mimea. Mfano, ukichukulia nyanya ambayo imelimwa kwa, naomba, ukichukulia nyanya ambayo imelimwa kwa hizi mbolea za kawaida ambazo hazina hivi viambata vingine, ni kwamba hata unapovuna ile life span yake sana sana ni wiki moja. Shelf life. Shelf life ya ile, ile product, lakini sisi ushatumia hizi product, una uhakika wa wiki sita mpaka nane haijaguswa na kitu chochote kile, na hii ni kutokana na ile vile viambata. Kitu ambacho ni basic kwenye nani, kwenye utengenezaji aka ni kilo tano, ndio kilo tano ni shilingi elfu nane E. sio mbaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnapima takwimu ufanisi kwa kiwango mmechouza au mmefika mahali kutuambia impact yake kwenye productivity a uzalishaji ukoje kwenye nchi? Mchango wenu ni nini? Mchango wetu unapimwa, kwa sababu huwa tuna hatufanyi kazi peke yetu tuna involve vile vile taasisi za serikali kama TARI kwa maana ya utafiti, yeah, ambao ma... na bodi za mazao vile vile tunasaidiana kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo tunachofanya ni kuwa engage wao waweze kufanya kitu chochote ambacho tunakuwa tunakihitaji sisi wenyewe, kwa sababu sisi utaalamu mwingine hatuna. ndio taarifa zenu za watu ambao wametumia ni sahii. Assessment huwa tunafanya kwa baadhi ya pamoa, na kwamba hatuwezi ukava wakulima wote, lakini huwa tunafanya sample ya kuweza kutembelea baadhi ya wakulima na kuassess, na wao tunaowatembelea ni watu ambao tuna waingeji tangu mwanzoni kwa kuona kabisa kwamba walichokitumia kwa, walicho kwa sababu kuna watu wengine wamefika mahala, baada ya kutumia hii ana shift anakwenda sehemu nyingine. Sasa tunahakikisha kwamba ile package nzima, kama tumesema ni kwenye mahindi, ile pakeji nzima ya mahindi, tunahakikisha anakuwa nayo, alafu vilevile tunahakikisha kwamba anakuwa na mbegu bora. Kwa hiyo, kutoka pale kila hatua ya uzalishaji mpaka ule mpaka uvunaji. Kwa hiyo pale pale ndio, ndio, ndio nafika mahali hata wakati mwingine hata hizi zetu zinakwenda zinabadilika kutokana na hali halisi ambayo tumeiona kwa wakulima sa, so, karibu sana. Mheshimiwa Rais ni mwalimu mzuri sana. Mnaona sera zake. Ndio. Ukifika pale utaambiwa palikuwa sa. Okay, yes. hapa, pana hapa, kitu pakaanza ka, ka, display kadogo yeah. Tu, yes, okay. Tafuteni watu mnaowa support alafu watu watu wakija wanaona namkuta alivyokuwa na ushuhuda, wanasema naona nini na final product Mario ipeleka sokoni ikoje? you know, sasa pale hata ukianza kuitangaza okay. Ah, twende mingi brother tnde e, Minjingu e, e. Sasa ikikosa hiyo okay, inakuwa ina, lakini pamoja nayo mheshimiwa ni mm. kwamba hata huko unako kwenda kwenye halmashauri wewe mm. mwenyewe utakuwa shahuda wa kuangalia kile ambacho wamekitumia kwa maana ya mbolea zetu kwenye halmashauri. Wapi? hapa hapa. Sasa wewe hujamwelewa, mimi niko kwenye boy, <laughs> Mime, kwenye boy. <laughs> wewe unajua eh. Eh, mimi ni mdau wenu wa muda mrefu. Kuna mbolea hapa mnavyozionyesha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tatu zina impact kubwa sana. Kofi imekubalika mia kwa mia na Kenya ndio wanaitumia sana kwenye <laughs> kawa yao <mu. laughs> sawa kabisa Golden Leaf Tobacco haina ubishi. Sasa sisi mwaka huu tumeanza na tunaichukua pamba tani elfu thelathini za white diamond. Kwa nini? Kwa sababu tumegundua kwamba ile white diamond ukichukua, lakini ndo anachosema mm. mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba lazima viwe vinafanya kazi together. Kwa mfano, mheshimiwa waziri mkuu, tumegundua hii white diamond pamba ukichukua na samadi luga zichanganye mm. na mbegu zilizokuwa na manyoya mm. habari yake ni kubwa. You are talking of Yeah, 1000 kg pata. On, kutoka tani 200 lakini, kuna vitu lazima vifuatane, ukiacha kimoja you fail. You fail. Sasa ndio anachosema lazima uwe mm. na screen likubwa, hapo mtu akija anashangaa, anaona mashuhuda siku nzima, yenyewe ina broadcast hiyo, ina tu <coughs> ina, ina, ina. Okay, lakini saw, ya kukusubiri wewe useme utaombea watu wangapi namnazo hizo n bado ni shida yako, nao niambia ni, ni, ni, ni hii soili yako unaoniambia ni unaniletea mbolea ina nini huko? Ndio maana ni naona hii aliyosema, unachukua hiyo, anachukua na mbolea samadi hii. hey, changanya vyote pamoja hey, hey. Akienda kuweka hivi, oh mambo yanamwendea vizuri zaidi sana, kwa sababu hatujapata okay. Sasa mtu wa kutuambia kabisa, udongo huu hapa Morogoro, yote hiki na hiki na hiki na hiki, sawa, sawa. Kwa hiyo ukisema bana, udongo wetu huko hivi mbolea gani kwako huko uh, ina mechi vizuri na haya so, then tunaunganisha. So. Sahihi. Unaunganishalaini, yeah. Tunashukuru, bado vyakula vinaongezeka lakini baada scientific. Hatujafika hapa tunapotakiwa yeah. htujaa